Rasmi matokeo ya kidato cha pili yametangazwa leo Januari 10, elfu mbili na ishirini na sita. Haya ni matokeo ya mtihani uliofanyika mwaka jana wa kidato cha pili kama tunavyoona, Form Two National Assessment FTNA 2025 result. Hiyo unaona, haya ni matokeo ambayo yametangazwa hivi karibuni na baraza la mitihani la NECTA, hivyo unaweza kuangalia matokeo kuanzia sasa, linki hii tutakuwekea kwenye description, ambapo unaweza ukaklik na moja kwa moja kupata access ya kuangalia matokeo haya. Na ukifika katika page hii, unaweza ukatumia hii option hapo, utabonyeza vo vidoti vitatu. Baada ya hapo, utakuja hapa kulipoandikwa e, find in page hapa ili kurahisisha utafutaji. Utakapofika hapa, utaandika jina lako kama ni jina la, la shule sorry, utaandika kama ni Japani, kisha utabonyeza alama ya kusachi and then nitazumu hapa. Baada ya hapo tayari uta, utaona shule yako imekuwa highlighted kama hivi. Kwa urahisi, unaweza kuangalia matokeo haya kwa taratibu, naweza ukazoom out na kuzoom in kama tunavyoona Kwahiyo hii ndio njia rahisi ya kuweza kuangalia matokeo na kurahisisha utafutaji pale tunapokuwa katika ile peji ya listi ya shule zote zilizoshiriki mtihani, ambazo shule zote za sekondari Tanzania. Kwa hiyo kwa wewe, kwa ambaye bado mpaka sasa hivi ujangalia, basi baada ya kuangalia video hii, nenda katika uwanja wa description ama comment, utakutana na linki ambayo utaweza kuangalia matokeo haya.